Hujambo, na karibu tuendelee kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Kuibuka kwa picha na video mitandaoni kunakodaiwa kuonyesha miili ya watu waliouawa katika kile kinachotajwa kuwa ni maandamano ya Oktoba 29 nchini Tanzania, kumezua taharuki kubwa katika majukwaa ya kidijitali na kusababisha mijadala mipana kuhusu uhalisia wa picha na video zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwa kasi. Katika siku za hivi karibuni, mitandao ya kijamii imekuwa kitovu cha taarifa mseto, baadhi zikiwa na vichwa vya habari vinavyoelekeza hisia, huku nyingine zikionekana kupandikiza simulizi zinazolenga kuendeleza mtazamo fulani kuhusu hali ya ndani ya nchi. Miongoni mwa picha na video zilizosambaa, ipo ile inayodaiwa kuonyesha miili mingi ikiwa imepangwa kwenye eneo la kutolea huduma za afya, na kuambatanisha na madai kwamba miili hiyo ni ya raia waliouawa katika matukio ya vurugu siku ya maandamano. Picha hizo zimeendelea kupata usambazaji mpana hasa kupitia majukwaa ya WhatsApp, X, zamani kama Twitter TikTok na Facebook, ambapo watumiaji mbalimbali wamekuwa wakitoa wa maoni yao bila uhakiki wa kina, na hivyo kuchochea mjadala ambao umekuwa ukivutia hisia za watu ndani na nje ya mipaka ya nchi. Na miongoni mwa wananchi, mjadala kuhusu picha na video zinazosambaa umeonyesha namna mitazamo inavyotofautiana wapo wanaoamini kwamba maudhui hayo yanapaswa kufanyiwa uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wake, na wapo pia wanaohisi kwamba upatikanaji wa picha hizo mtandaoni ni dalili ya mabadiliko mapana katika namna taarifa zinavyotosha kuanzisha mijadala bila kusubiri chanzo rasmi. Kwa upande mwingine, wapo wanaoendelea kuamini kuwa taarifa rasmi kutoka sehemu husika ndizo zinapaswa kupewa uzito zaidi kuliko uchambuzi wa watumiaji wa mitandao. kwa mtazamo wa kijamii, Usambazaji wa picha na video za miili ya watu unaweza kuibua hisia nzito kwa familia, jamii na wajibu wa taasisi mbalimbali zinazohusika na masuala ya afya, usalama na habari. Watu wanaotafuta ndugu zao au wanaofuatilia matukio kwa karibu wanaweza kupata wasiwasi wasi zaidi wanapokutana na taswira ambazo hazina maelezo ya kutosha kuhusu chanzo chake. Aidha, katika mazingira ambayo taarifa za mitandaoni hupatikana kwa kasi kuliko taarifa rasmi. Mara nyingi mijadala hii hukuwa kwa mwelekeo tofauti na kuathiri namna wananchi wanavyoona matukio yaliyopo mbele yao. Hii imekuwa changamoto kwa taasisi za umma na habari ambazo mara nyingi zinahitaji muda wa kufanya uchunguzi kabla ya kutoa taarifa iliyo kamili na mara baada ya matukio ya kusambazwa kwa video mbalimbali kupitia kwenye mitandao ya kijamii, hatimaye Wizara ya Afya nchini Tanzania imetoa taarifa rasmi Novemba 16 ya mwaka 2025, kupitia kitengo cha mawasiliano serikalini, ikieleza kwamba picha na video zinazoenezwa mitandaoni zikidai kuonyesha miili ya watu katika Hospitali ya Mwananyamala si za kweli. Taarifa hiyo imeeleza kwamba wizara imefanya uchunguzi wa kina na kubaini kuwa video husika haikurekodiwa ndani ya hospitali hiyo bali imetengenezwa na watu wenye nia ya kupotosha na kuichafua taswira ya taifa. Katika taarifa hiyo, wizara imeweka msimamo thabiti kwamba miundombinu ya hospitali za umma nchini imekuwa ikisimamiwa kwa viwango vya kitaalamu kwa muda mrefu na kwamba hakuna tukio lililoripotiwa katika kipindi hicho ambalo linaendana na taswira inayoonekana kwenye video inayosambaa. Aidha, Wizara ya Afya imesisitiza kwamba uzalishaji na usambazaji wa picha za namna hiyo umeonyesha kuwapo na makusudi ya kupandikiza taharuki miongoni mwa wananchi, jambo linaloweza kusababisha mkanganyiko na kupotosha jamii kuhusu hali halisi ya utoaji huduma za afya nchini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Wizara ya Afya imeomba wananchi kuendelea kuwa na imani na huduma zinazotolewa katika hospitali na vituo vya afya na zahanati kote nchini kwani huduma hizo zimekuwa zikiendeshwa kwa kuzingatia utu, weledi, maadili ya kitabibu na misingi ya kuwahudumia wagonjwa bila upendeleo. Taarifa hiyo ilimaliza kwa kutoa wito kwa jamii kutambua kwamba mazingira ya kiafya ni maeneo yanayohitaji utulivu wa fikra na usahihi wa taarifa, hivyo ni muhimu kuepuka kusambaza nyenzo zinazoweza kuleta sintofahamu katika sekta hiyo. Na barua iliyotolewa na Wizara ya Afya ilikuwa ikisomeka kwamba Wizara ya Afya imeona picha na video zinazoonyesha miili ya watu ikiwa imewekwa pamoja na kuelezwa kwamba hapo ni hospitali ya Mwananyamala Dar es Salaam. Wizara inapenda kukanusha uhalisia wa video hiyo ambayo imetengenezwa na wahalifu wenye nia ovu ya, ya kuichafua nchi yetu. Wizara inawataka wote wanaotengeneza picha za kuzua taharuki na kuzihusisha na vituo vya kutolea huduma za afya kuacha mara moja, na inawasihi wananchi kuacha kusambaza picha hizo kwa kuwa kufanya hivyo ni kuvunja sheria. Wananchi mnaombwa kuendelea kuziamini huduma zinazotolewa katika hospitali, vituo vya afya na zahanati zetu kwa kuwa huzingatia weledi unaojali utu na msingi wa maadili ya utabibu. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, Wizara ya Afya, Novemba 16 ya mwaka 2025. Mwisho wa kunukuu taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya. Katika mazingira haya, ongezeko la taarifa zisizo sahihi Picha na video zinazoonyesha miili zinazoenezwa mitandaoni kama udhibitisho wa vifo vya waandamanaji wa Oktoba 29 zimeonekana kuibua hisia kali. Video zinazoonyesha miili mingi zimekuwa zikionyesha sehemu ya hala lililoonekana kuwa nje ya mfumo wa kawaida wa vituo vya afya. Na baadhi ya watumiaji wa mitandao walitoa madai kwamba eneo hilo ni hospitali ya Mwananyamala, madai ambayo yamekanushwa vikali na Wizara ya Afya kupitia taarifa yake rasmi. Picha nyingine zinazoendelea kusambaa zimekuwa zikiambatanishwa na maelezo yenye mwelekeo wa kuunda hadithi na kuunganisha video hizo na matukio ya kisiasa, licha ya ukosefu wa ushahidi wa moja kwa moja unaothibitisha uhusiano huo. Katika baadhi ya makundi ya mitandao, watumiaji wamekuwa wakichapisha picha zinazoonekana kuonyesha watu waliolala sakafuni bila miili kufunikwa, wakijaribu kutoa tafsiri zao wenyewe kuhusu chanzo cha picha hizo, lakini tafsiri hizo zimekuwa ni sehemu zenye kuvuta zaidi uthibitisho wa kitaalamu lakini usambazaji wa picha na video za matukio mazito kama yale yanayoonyesha miili ya watu si jambo jipya katika mazingira ya taarifa za mitandaoni nchini Tanzania. Katika miaka kadhaa iliyopita, kumekuwa na ongezeko la picha na video ambazo hutumiwa kueleza simulizi mbalimbali mbali, mara nyingine zikiwa na uhusiano hafifu na maeneo au matukio halisi ya ndani ya nchi. Katika baadhi ya matukio picha, kutoka mataifa mengine au kutoka matukio ya miaka mingi iliyopita zimewahi kutumiwa kuashiria kuwa ni za sasa, na hivyo kuchangia mjadala mpana kuhusu uhalisia wa taarifa katika zama ambazo dijitali imepanua nguvu ya usambazaji wa maudhui. Hali hii imekuwa sehemu ya changamoto kubwa inayosababishwa na mabadiliko ya teknolojia, ikiwemo uwezo wa watu binafsi kutengeneza au kuhariri video kwa kutumia programu za kisasa, hali inayofanya baadhi ya video kuonekana kuwa za kweli hata kama chanzo chake hakijajulikana kwa uhakika. Kwa upande mwingine, baadhi ya watumiaji wa mitandao wamekuwa wakiona na maudhui ya aina hii kama ishara ya kutafuta majibu kuhusu mambo wanayoyahisi hayajazungumzwa kwa wazi, na hivyo huchochea mjadala wa namna tafsiri tofauti hutengenezwa katika mitandao ya kijamii. Katika muktadha wa Oktoba 29, picha na video zinazoonyesha miili zimeibua mjadala mpana wenye pande nyingi. Kwani baadhi ya watumiaji wamezipokea kama ushahidi wa matukio mazito yaliyotokea siku hiyo, ili hali wengine wanaona uwezekano kwamba video hizo zinaweza kuwa zimechukuliwa eneo tofauti kabisa au katika nyakati tofauti. Mvutano huu wa tafsiri umefanya mjadala kuendelea kukua na kwa kiasi fulani umechangia hisia zinazogawanyika kuhusu kile kinachoendelea mitandaoni. Katika mjadala unaoendelea kuhusu picha na video zinazodaiwa kuonyesha miili ya waandamanaji wa, wa Oktoba 29, uhitaji wa jamii kufanya uhakiki wa taarifa umeendelea kuzungumziwa na wadau mbalimbali. Wataalamu wa habari, watetezi wa matumizi ya usalama ya mitandao na baadhi ya watafiti wa masuala ya mawasiliano wameonya kuhusu hatari ya kuchukua maudhui ya mitandao kama ukweli bila uchunguzi wa kina, Hasa katika kipindi ambacho teknolojia ya uundaji wa video na picha bandia imefikia hatua ya juu. Picha na video zinazosambaa mitandaoni zikidai kuonyesha miili ya watu waliouawa katika kile kinachotajwa kuwa ni matukio ya Oktoba 29 zimefungua mjadala mpana unaohusisha pande mbalimbali mbali za kijamii ikiwa ni pamoja na wananchi wa kawaida, wadau wa mitandao ya kijamii, wataalamu wa habari na taasisi za serikali. Katika mjadala huo hoja ya mitazamo imekuwa ikitofautiana, nyingi zikitokana na namna watu wanavyopokea au kutafsiri maudhui yanayoonekana mitandaoni. Kauli ya wizara ya afya yenye kukanusha taarifa hizo zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii imekuwa ni sehemu ya matamko yanayotolewa katika kujibu mkanganyiko uliosababishwa na picha hizo. Wakati huo, mjadala unaoendelea mitandaoni unaonyesha kwamba swala la kutambua chanzo cha uhalisia wa picha limeendelea kuwa changamoto kubwa katika zama za taarifa za kidijitali. Katika kipindi ambacho usambazaji wa picha na video unaweza kuchukua sekunde chache kufikia maelfu ya watu, umuhimu wa uthibitishaji, utulivu wa fikra na kutathmini pande zote za taarifa. Naam, hayo ndio yaliyojiri juu ya tamko rasmi la wizara ya afya Tanzania kukanusha picha mjongeo iliyosambaa kwa kasi kupitia kwenye mitandao ya kijamii yenye kuonyesha miili ya watu ikiwa imerundikwa mahali pamoja, huku wizara ya afya ikisema taarifa hiyo si sahihi na kutoa onyo kwa wale wenye kutengeneza video za namna hiyo na kuzisambaza kwenye mitandao ya kijamii kuacha mara moja. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.